Sana kwenye mechi reaction ambayo imeisha muda mfupi uliopita ambapo Manchester United imepigwa kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya Nottingham Forest katika mechi ambayo wanafikiri tulistahili zaidi ya kile ambacho tulipata. Um, ilikuwa ni mechi ngumu sana, kama ambavyo nilitarajia kwamba itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ni mechi itakatupa wakati mgumu, na ameweza kuona jinsi ambavyo Nottingham Forest wamecheza kwenye game yao ya kila siku na wamepata kile ambacho walikusudia kupata. Jinsi ambavyo Nuno Espirito Santo aliseti timu yake, unaweza kuona kabisa kwamba aliseti katika, katika, katika staili ambayo anatumia kila siku na kila ambacho wao ni bora wanakifanya kila siku kwa staili hiyo, kwa sababu wanakaa nyuma, wanakusubiri washambulia, alafu akipata mpira wanaenda kwa spidi kubwa sana kushambulia, na goli imepatikana kwa namna hiyo. Dakika tano tu tumepata kona nzuri sana, lakini kashindwa kuitumia, alafu Elanga akapata akapata sprint na akaweza ku, kuenda kufunga goli rahisi sana dhidi ya Andre Onana. Um, kwenye ile goli unaweza ukaona kitu ambacho ni muhimu sana ambacho Manchester hatuna ni, uh, ni ni uh, ni physique. Tunakosa sana physique kwa sababu ya unaweza ukaona jinsi ambavyo Alejandro Garnacho alikuwa na pace kubwa sana, alikuwa na speed, aliweza kukimbia na kuweza kumwahi Anthony Elanga, lakini uh, alipomfikia tu kidogo, kwa sababu hana nguvu za kutosha akampusha kidogo akaanguka, mwanzo akatembea akaenda kufunga goli. Kwa hiyo uh, unaweza kuona kama bado timu yetu pia inakosa inakosa hiyo nguvu inakosa hiyo fiziki ya kila ambacho uh, ndio kitu ambacho Ruben Amorim kiasi kwa anakiangaikia kwamba timu lazima iwe na intensity ya juu, lazima iwe na physicality hali ya juu sana, ili kuweza kukimbia sana, lakini pia kuweza kubatwa na watu katika moment kama zile. Na leo unaweza ukaona kwamba timu yetu ilipungukiwa kitu cha namna hiyo, lakini mwisho siku ni mchezo ambao mimi nafikiri um, timu bora imefungwa, timu bora imepoteza mchezo kama vile ambavyo nimesema kwenye kwenye kwenye kwenye title hapo. Nafikiri leo tulistahili zaidi ya kile ambacho tumepata, na hizi ni mechi ambazo unatoka umefungwa, lakini una moyoni mwako unaridhika, yani unaona kama vile, ukiangalia kwa future, ukiangalia ukichana mchezo leo, ukiangalia kwa future na jinsi ambavyo Ruben Amorim anatengeneza timu, unaona kama kuna kitu ambacho kinajaribu kutengenezwa, na ile ndio jambo muhimu zaidi kwa kweli kwa sasa hivi msimu huu uh, ligi ishaisha, hatuwezi isha, uh, kushuka daraja. Kwa hiyo technically there is nothing ambacho tunaweza kukitafuta kwenye ligi zaidi zaidi, hatuwezi kufika, kwa hiyo hatuwezi kushuka daraja, hatuwezi kwenda Conference League kwa hiyo technically msimu huu there is nothing ambacho tunakitafuta kwenye ligi. Kwa hiyo mechi ya leo inaweza kuwa ni mipango ya mechi ambazo zinakuja, na kitu kizuri ni kwamba unaona kwamba timu ina improve kwa sababu unaweza kuona jinsi ambavyo tumedominate mchezo kwa asilimia zote. Naomba nikupitishe kwenye takwimu kidogo, uone kwa nini nakwambia kwamba timu uh, timu m, timu bora imepoteza mchezo leo. Kwa mara ya kwanza leo, Manchester United imetana na nafasi zaidi ya 20 katika mchezo wa away msimu huu. Yaani katika mchezo ambao tumecheza ugenini kwa mara ya kwanza Manchester United leo umetengeneza nafasi zaidi ya ishirini kwenye mchezo mmoja. Hiyo imetokea leo dhidi uh, ya Nottingham Forest. Kumbuka Nottingham Forest hapo tunaongea, wako na nafasi ya tatu, wanakumbana wanakumbana na Arsenal nafasi ya pili kwenye kwenye kwenye mpambano wa ligi. Kwa hiyo sio timu mbovu kama vile ambavyo watu wengi wanaichukulia, na katika mchezo wa leo wengine tulitarajia kwamba itakuwa mechi ngumu zaidi. Kuna watu ambao walifikiri leo Nottingham Forest watafunga goli tatu au nne a watatupa wakati mgumu zaidi, lakini kusema ukweli, Forest leo wametoka wame, wame wametoka hoi kwa sababu ya kile ambacho tunakifanya. Tumewasukuma sana leo tumewashambulia vya kutosha. Uh, tulikuwa na expected goals karibu mbili, wao walikuwa na expected goals 0.5. Wakaona, hata goal ambayo wamefunga ni goal la count ambalo in any other day lisingeza kuwa goal, lakini tumepiga mashuti 23 kwenye goal lao, unaweza ukaona jinsi ambavyo tumekuwa hataki lakini wenyewe tumepiga mashuti nane tu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mlango wetu, lakini shots on target tumepiga mashuti sita on target, na tumekosa nafasi za wazi mbili na big chances ambazo tumekosa pia ni, ni mbili. Tumepiga pasi kwa asilimia themanini sita accurate passes, lakini pia tumepata offside moja, kona kumi kwa tatu kwa. Unaweza kuona ni mchezo ambao ulikuwa umelemea upande wetu, kwa kweli tumefanya kila kitu kwa njia sahihi timu ilikuwa na build up vizuri sana kuanzia nyuma inacheza vizuri sana, inatengeneza nafasi um, kuna moment ambayo Nottingham Forest walikuwa wanajaribu to press, alafu, the way ambavyo United ilikuwa inacheza kuanzia kwa Dogu Onana, alafu Leni Yoro inapigwa pasi mbili tatu zinatoka mpaka zinafika kwenye kwenye final third, yani you could see kwamba kuna kitu ambacho Ruben Amorim wanakitengeneza, na hilo na hilo ndio jambo ambalo tunapaswa kushukuru kwa sababu Uh, in the future hii itakuwa ni timu bora sana, sababu unaweza ukaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinatengenezwa, na hilo ni jambo muhimu sana. Tupambane tupate Europa League, ili mwakani tuna Champions League, sababu kwenye ligi hatuna kitu cha kupoteza, there's nothing to lose, na mechi ya leo imekuwa na mpango tu ya wakati ujao. Kwa hiyo mimi binafsi, tumepoteza mchezo, lakini moyo wangu uko, uko, uko fine kabisa, ni kwa sababu nimeona kile ambacho kinajaribu kutengenezwa fitness ya timu imeongezeka, unaona play style ya timu inaonekana, timu inatengeneza nafasi nyingi sana. Tunahitaji kuwa clinical zaidi kuweza kuconvert zile nafasi ambazo tunazipata, na leo pia tumecheza na timu na timu ngumu sana, kwa sababu Nottingham Forest imekuwa ni timu ngumu sana msimu huu, imewafunga watu wengi sana na iko nafasi kwenye ligi, kwa ni timu bora pia ambayo tumecheza nayo. Kwa hiyo kuweza kucheza vile dhidi ya Nottingham Forest katika uwanja wao nyumbani, the city ground, akiweza kuwa kitu rahisi, na hilo tunapaswa ku, uh, kushukuru kwamba angalau timu imeweza kuonesha Uh, composure na style ya uchezaji kwa kwa, kwa namna kubwa sana dhidi ya timu ngumu kama Nottingham Forest. Kwenye comment hapo chini kwenyepohianiia maoni yako kuhusu mchezo wa leo na kila ambacho tunaweza kutarajia katika michezo inayokuja, um, next match hapa inayofuatia ni dhidi ya Manchester City weekend, uh, hii inayokata Jumapili na itakuwa ni mechi pia ya Premier League. Nafikiria yae nafikiri wala tunaweza tukawa tukapata timu ngumu pia na tunaweza kupata hata ushindi um, lakini kama nilivyosema jambo muhimu ni hilo kwamba kwa sasa hivi kwenye ligi, hakuna kitu ambacho tunatafuta, tupambane tu kupata Europa League na tuangalie jinsi ambavyo timu inazidi kujengwa timu. Ah, nimefurahi sana jinsi ambavyo performance ya Leny Yoro ametoka injury, performance nzuri sana pale mwishoni, kuna tako ameifanya ambayo ilikuwa ni goli kabisa la pili, lakini ameweza kufanya tako na ile maana sio mara ya kwanza anafanya vile. Kwa unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho ni kitu ambacho anacho ndani yake kufanya zile time tackles na na hilo inatuonyesha kwamba leo ni Yoro anaweza kaja kuwa mtu muhimu sana. Leo nafikiri mtu ambaye alikuwa, alikuwa leo chini ya kiwango na nafikiri pia ametu cost kwa kiwango kikubwa nafikiri ni Patrick Dog. Leo sijajua kama ameangalia mpira lakini hebu angalieni ya, uh, replays na pia, kwenye comment hapo niandikie, lakini mimi nafikiri leo Patrick Dog akuwa kwenye form yake ambayo tumeizoea alikuwa kidogo off key leo, kidogo akuwa alikuwa anapiga tu crosses na macho, lakini pia maki yake ilikuwa nzuri sana kwa, nafikiria hajafanya vizuri sana kwa mechi zingine ambazo zimekuwa zimepita. Lakini pia mtu mwingine pia, Joshua Zirkzee leo nafikiri, kuanzia namba tisa pia kumempa wakati mgumu sana. Hajafanya kila ambacho kocha anataka afanye, na ndio maana kipindi cha pili kilipoanza tu ukaona Rasmus Hojlund akaingia, na amekuwa mtu muhimu sana, amesaidia sana katika kutengeneza nafasi za kushinda, na angeweza kutoa assist of course, lakini mwisho siku mechi ilikuwa ilishakuwa ngumu lakini mtu mwingine pia ambaye nafikiri leo alikuwa na wakati mgumu sana uh, sio wakati mgumu isati, lakini maamuzi yake pia imekuwa changamoto kila siku ni Alejandro Ganacho ambaye tumeona kwamba kila siku amekuwa akipata, uh, nafasi nyingi sana, alafu anapiga mashuti ovyo ovyo au anapiga cross ambazo zina macho. Leo pia ameendeleza utaratibu huo huo, mara nyingi ambazo amepata ame, nafasi nyingi za kupiga nyingine sio za kupiga, lakini anapiga anapiga nje. Kwa hiyo nadhani anahitaji kubadilisha huo utaratibu, kujua muda gani wa kupiga pasi, muda gani wa kushuti, muda gani wa ku, uh, ku, kupiga cross, decision making yake o ya kweli na, tunahitaji hapa kwenye comment. Bado tunahitaji mshambuliaji, uh, na lazima dirisha likifunguliwa tuingie sokoni kutafuta mshambuliaji la sivyo tutakuwa kwenye wakati ngumu sana. Ningependa mniandikia maoni yenu hapo kwenye comment kuhusu mchezo wa leo na kile ambacho mmeona na kama mmeona improvement ama vipi, lakini mimi binafsi nimeona improvement kubwa sana katika mchezo wa leo. Um, namba nipitie maoni kidogo. Platinum Direct anasema leo amewahi kwenye live session, karibu sana anasema uh, Zexi hakuwa katika ubora wake leo dogo, pia alikuwa anatoa blind passing au alikuwa moto. Yes, ni sahihi kabisa leo, Patrick Dogu na Joshua Sexa wako kwenye fomu yao nzuri, lakini pia um, anasema kwamba kocha ni bora uh, hata ukiona timu yetu inaona wazi kabisa kuna system imetengenezwa, vitu vidogo tu iboreshwe then turudi kwenye ubora wetu. Yes, uh, hiki ni kitu muhimu sana ambacho nilikuwa nakiongea hapa muda mfupi uliopita kwamba angalau unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kinatengenezwa kwenye timu, na hilo ndio jambo muhimu zaidi. Uh, masumbuko nzumbi, karibu sana, tuko live pamoja. Media anasema ipo haja ya kutafuta mshambuliaji hadi Magwaya kupelekwa kusaidia mbele, na amesaidia kweli. Magwaya alivyoingia ameonyesha ubora wake, kwa kusema kweli angeweza kutupatia hata goli. Kwa hiyo tunahitaji kweli mshambuliaji uh, naona wengi mnaongelea hilo kwamba tunahitaji mshambuliaji. Um, masumbuko anasema kwamba mchezo wa leo ulikuwa mzuri, dogo dogo akuwa vizuri sana. Ni kweli kabisa, dogo leo alikuwa off key, akuwa kwenye fomu yake ambayo tumeizoea. Amili Abdul karibu sana, anasema kwamba washambuliaji wa Man U ni wapi, mbona kama si waoni? Ni kweli kabisa, hatuna washambuliaji wa kutosha, na hivyo tunakosa tuna kutumia nafasi ambazo tunazitengeneza. Kendaria. Karibu sana Kendaria kwenye comment section na sema kwamba tumejaribu sana maana hiyo Forest sio timu ya kuchezea. Hichi ndio kitu ambacho watu wanakisahau. Forest ni timu bora sana msimu huu. Ni timu ambayo iko nusu finali ya FA Cup na ni timu ambayo iko na nafasi ya tatu ya ligi. Kufika nafasi ya tatu kwenye, kwenye, kwenye Premier League sio kitu rahisi kama ambavyo watu wengi wanachukulia. Kwa hiyo tumecheza timu bora sana. Mimi kwa sasa hivi Forest ni timu ngumu kuliko Man City. Kwa hiyo kutoka moja mw bili alafu, ukatenga nafasi ya ishirini kwenye mchezo wa away dhidi ya Nottingham Forest, kwa kweli ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo hicho lazima tujivunie, kwa hilo mm. Ameli Abdu anauliza hapa, kaka, nimekuuliza mchana. Hapana, mimi najitahidi kusoma comment zote ambapo na kuwa online, lakini kumbuka kwamba hii inakuwa live session. Kwa hiyo end session Zile comment zingine zinakuwa kwenye session ya kawaida, kwa hiyo nazisoma baadaye, nazipitia na kuzijibu, lakini inakuwa siko live tena. Kwa hiyo zile ambazo zinakuwa live na kisha kuomba nazipitia. Lakini pia asubuhi nilipata changamoto ya network, network ilinikata ghafla sana, ndio maana ile session ya asubuhi ilikata bila bila taarifa, haikwenda vizuri kwa sababu nilipata changamoto ya mtandao, kwa hiyo network ikakata kabisa, nikawa nashindwa kuendelea live session, kwa hiyo nikawa nimeshia tu pale, lakini it was very unfortunate. Pole sana kwa wale ambao mlishindwa kuniona live na wale ambao mlishindwa kuona, nilishindwa kuona Maoni yenu. Um, sasa kama matokeo na Nottingham, je, Man City alafu washambuliaji wenye ndo hawa hapana. Man City sasa hivi ni wabovu, alafu Haaland ameumia pia atakuepo, kwa hiyo mimi naamini bado tunaweza tukaenda tukafunga Man City, licha kwamba tumefunga moja bila dhidi ya Nottingham Forest, bado naamini tuna chances katika mechi inayofuata dhidi ya Manchester City. Kusema kweli, leo mimi nafikiri tulistahili, tulistahili kitu kuliko kile ambacho tumepata kwa sababu naona kama Forest hawakuwa vizuri sana, tumewashambulia kila kitu, tumefanya vizuri except kwamba tumefanya kosa moja kwenye kushambulia ile ile lime, limedumu Amelia, kwamba, kwa mara katika mchezo leo amegusa mpira mara mia moja kumi na moja touches nyingi zaidi ame piga pasi stina moja wa kwanza, anaongoza. Amepiga long passes saba ni wa kwanza, chances sita ni wa kwanza, crosses nne ni wa kwanza, tackles tatu ni wa pili, shots on target mbili ni wa kwanza, alafu dribbles completed ni dribbles mbili na ni wa kwanza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba leo pia amekuwa center of attention, amekuwa center of play Bwana Bruno Fernand. Uh, Platinum anasema kwamba Man City vibonde, tunaweza kuwafunga kwa mchezo tulioonesha leo. Tunawafunga vizuri kweli kabisa, mimi naamini kabisa tukicheza hivi dhidi ya Man City tunawafunga vizuri tu, kwa sababu kwanza wana beki hawawezi kudefend vizuri kwao. we can score even 3 goals against Man City kwa mchezo ambao tumecheza leo. Uh, badi kambona, sijai kukuona live, karibu sana, nimefurahi sana nimekuona hapa. anasema kwamba hii timu hadi tufikia leo nadhani mabadiliko yanayoonekana ni makubwa sana. kwa kifupi tunapiga hatua na hilo ndio jambo muhimu sana, kwamba je, unapoangalia kila siku, unaona inapiga hatua, unaona kuna maendeleo, maendeleo yanaonekana sasa hivi, na hilo ndio jambo kubwa. Maanake msimu ujao tukifanya usajili kidogo, tunaweza tu tukawa kwenye nafasi nzuri sana. Basi naomba niishie hapa kwa leo, nafanya reaction fupi, lakini kesho tutapata wasaa kupitia mechi vizuri kuanalyze kiufundi vizuri na kuweza kuja na mengi ya kuzungumza baada ya mchezo wa leo. Lakini wewe ambao uko live hapo kwenye session, na shukuru sana kwa maoni yako, endelea ku like na pia tufuatilie kule Instagram, X na TikTok kwa jina hilo la united_tza. Lakini pia ikiwa umefika hapo kwa mara ya kwanza, hakikisha una subscribe una like na kushare video zetu. Lakini pia, like pia tafurahi sana ukituachia maoni yako. Sasa naomba nikutakie usiku mwema, na mimi naitwa Dr. Nandes hapa ni